la mbolea la ruzuku wa mkulima wa tumbaku kwa kweli mwa limenda vizuri sana, limeenda vizuri ni baadhi tu wakulima ambao hawajapata, ambao bado malinganisho yanaendelea, lakini limenda vizuri, wengi wamepata sehemu kubwa wamepata, na ndio hamasa kubwa ya wakulima na ndio hamasa kubwa ambayo imefanya hata utafutaji wa zao la tumbaku upande tu. Utulianga na kilo milioni sita mpaka sasa hivi tunaongelea habari ya milioni 29 ambayo tumezalisha mwaka huu wakati tumetoka milioni sita ishirini na moja leo tunaongelea milioni ishirini na tisa na sasa maksio yetu tunafikiria milioni thelathini na tatu kama yale ya hewa haitatuathiri kwa kweli, tani alizotupa kwa Chunya ni tani nyingi sana na naomba Mungu amzidishie miaka, aishi miaka mirefu, na naomba ikiwezekane na hii ruzuku iendelee mwaka hadi mwaka, japo ye alisema atatoa ruzuku miaka mitatu, mi naomba hii ruzuku hiyo iendelee. Ha, mimi niwapongeze ni, ni sana wadau wa tumbaku Chunya, hasa Chutku Limited ambapo naweza kuongea mpaka hivi sasa wamesha a, sambaza pembejeo za kutosha kwenye vyama, kitu ambacho hatukuzoea hapo awali, wa kitu hiki kinasaidia sana wakulima kufanya maandalizi yao kwa wakati. Tunashukuru kwa mbolea hizi za ruzuku, kwa kweli zimetusaidia sana hasa hasa kabla haijaja ruzuku kwenye NPK, tulikuwa na ruzuku kwenye mbolea hizi za mahindi kani na yulea. Kwa hiyo na sisi tuna mfuko wa pembejeo wa kununua mbolea ya aina ya, ya kani na yulea. Kwa hiyo imetusaidia sana hizi pembejeo za ruzuku, kwa tumenunua kwa bei nafuu, ambapo wakulima waliwekeza zile fedha, tumeenda kununua mbolea nyingi kwa kutokana na bei nafuu ya ruzuku. Na tunashukuru ndio maana zimeongeza tija kubwa sana kwa sababu mtu ilikuwa anunua mifuko mitatu sasa ananunua minne kutokana na ile ruzuku. Upatikanaji wa mbolea mpaka sasa, naweza kusema sisi mbolea tumeshaletewa asilimia mia. Hakuna mbolea ambayo haijafika, zote zimefika, zipo store, tangitaka kwenda kuziona lusa kwenda kuziona, zipo zote Mwaka huu unaweza ukasema hali imekuwa nzuri zaidi kuliko miaka mingine, japokuwa hata mwaka jana kulikuwa na nafuu, lakini tofauti na mwaka huu. Mwaka huu naweza kusema chuti kwa kujitahidi sana kuwaisha pembejeo kwa wakati, tuseme haina yani, karibu pembejeo zote sisi tumezipata kwa wakati, hatuna tunazoadai mpaka sasa. Tunashukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuliona hili wote ni wananchi wake. Huko nyuma tulikuwa tunasikitika kwamba wanajaliwa tu wale wakulima wa, wa mahindi, lakini sisi wakulima wa tumbaku ambao pia tunachangia kodi kwenye nchi tulikuwa tumesahaulika. Kwa kuliona hili tunashukuru sana sana tena sana, na tungeomba kama ni serikali iwe ni mpango endelevu kwa wakulima. Kweli sasa hivi tumbaku tumeingizwa ruzuku na Ma..., binafsi nimeona mafanikio yapo kawaida mimi binafsi nalipa nusu ya bei ambayo ndio ilikuwa ikiuzwa. Iki kwa na naamini zaidi uzalishaji utapanda mara mbili ya pale ilipo kwanza, tulipokuwa tunazalisha awali. Ni kweli upatikanaji wa mbolea sasa hivi miaka kama mitatu iliyokwenda kupita imekuwa ni kama umerahisishwa kidogo, tofauti na miaka ya nyuma. Kwanza, mbolea zilikuwa zinakuja hazikidhi malengo yetu, lakini miaka mitatu iliyokwenda kupita nafikiri ninapozungumzia pamoja na huu mbolea zinafika kwa wakati na wakulima kwa ujumla tuna, tunapata tuna pembejeo ambazo zenye zinakuwa hazina mashaka mashaka, tunalizika kabisa. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC online website ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz, lakini Instagram tunapatikana Chunya_official.